Kampeni zinaenda zinaenda vizuri e, na sisi tunaendelea vizuri lakini, ningeomba sasa umma wa Tanzania unaotaka mabadiliko na unaoniunga mkono mimi katika kutetea haki, kutetea matibabu bure, kutetea elimu bure, kutetea umeme ufike mpaka nyumbani kwa mtu bure, maji safi na salama kwa kila mtu, wazee kulipwa wakishafikisha miaka sitini na kuendelea, kufuta kikokotoo cha wafanyakazi kujenga nyumba za wafanyakazi kila kitu. Wanaoniunga mkono kwa mambo yangu hayo, ninawaomba kuanzia sasa hivi, ninawaomba waweze kunisaidia mimi na chama changu cha wananchi CUF, kunipa mchango kwa ajili ya kufanikisha kumalizia eh, shughuli za kulipa mawakala. Mawakala tunahitaji mawakala laki moja kwa mujibu wa vituo vya kupigia kura, na mimi ninawaomba Watanzania Watusaidie chama cha wananchi kafu na wanisaidie mimi specifically, ili kuhakikisha kwamba kura zangu za urais na wao, kwa sababu wananchi wanataka mabadiliko, wanisaidie pia, ili tuweze kuyafikia mabadiliko tunayoyataka. Kwa hiyo naomba michango kwa wananchi, mwenye chochote anayeweza kunichangia anichangie. Nitatoa account namba yangu na nitaweka kwenye ukurasa wangu wa Facebook na sehemu mbalimbali, nitaweka account yangu ambayo ni account kwa ajili ya uchaguzi ili waweze kuchangia kwa sababu kama ni kulipa mawakala ambao wanahitajika laki moja kiwango cha chini kabisa ambacho tunaweza ku, ambacho kinahitajika ni kiwango cha bilioni moja angalau kumipa kila wakala milioni e, shilingi 10000 kwa ajili ya maji hata ya kunywa aweze hata kula wakati anaangalia zile kura kwao. Nawaomba sana wa Tanzania wanaohitaji mabadiliko, tusiyatafute mabadiliko kwa vurugu, tuyatafute mabadiliko kwa kusaidiana, kama sera zangu ninavyozungumza mimi nazungumza mambo ambayo Chama cha Mapinduzi hakiyazungumzii na yote. Kinazungumzia mambo ya kubinafsisha, kinazungumzia mambo ya kutoza kila jambo, lakini kafu tunazungumzia mambo ambayo ni ya huduma za msingi, kila mtu azipate zile ambazo hatutakiwi kutofautiana. Tutofautiane mambo mengine, lakini sio zile huduma za msingi. Kwa hiyo mimi naomba Watanzania chonde chonde, popote walipo wanichangie, wanichangie nipate pesa za kuweza kulipa mawakala ambao wataweza kusimamia kura zangu. Nawaomba sasa waingize pesa kwenye akaunti, ni benki ya NMB, jina ni Gombo Samandito Gombo. Gombo Samandito Gombo. NMB akaunti namba tano, mbili, nane, moja, sifuri, sifuri, sifuri, tatu sifuri tano, tatu, sifuli. Narudia tena akaunti namba ni NMB tano, mbili, nane, moja, sifuli, sifuli, tatu sifuli, tano, tatu, sifuli NMB, jina Gombo Samandito Gombo. Nawaomba sana Tanzania wa Tanzania wenzangu waniunge mkono.